Taarifa yako hiyo. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba amesema mgogoro unaoendelea ndani ya chama hicho unasababishwa na baadhi ya viongozi kutoheshimu katiba ya chama hicho. Kutoka Dar es Salaam Benard Monda anaripoti. Profesa Lipumba amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na ZBC, ambapo amesema mgogoro huo unaleta taswira mbaya ndani ya chama hicho. na hii inakuletea matatizo kwa sababu inajenga taswira ya kwamba kama sisi wenyewe hatuwezi kuendesha demokrasia ndani ya chama, tutakuwa na matatizo kuendesha demokrasia nje ya chama. Kwa hiyo ni muhimu kwa kujenga taswira ya chama chetu na kujenga demokrasia ya kweli, tuheshimu katiba yetu. Huu mgogoro tuumalize, hatuna sababu ya kwenda mahakamani mani katiba iko wazi, na mimi kila wakati namkaribisha Maalim Seif Buguruni, ofisi yake iko wazi, asiwe na wasiwasi, asiogope, aje tufanye kazi. kizungumzia atma ya chama cha wananchi kafu ndani ya umoja wa katiba wananchi UKAWA. Profesa Lipumba amesema UKAWA sio chama cha siasa na kwamba CHADEMA wanajenga chama na sisi CUF tujenge chama chetu. Itakapokuja uchaguzi, kama kuna sababu za msingi za kushirikiana tutazijadili wakati huo, lakini kwa sasa ni kipindi cha kujenga chama, kila mmoja anajenga chama chake. CHADEMA wajenge ukawa, CHADEMA wanajenga chama cha CHADEMA na sisi CUF tujenge chama cha CHADEMA. Hatuwezi kukubali kafu, msemaji wa kafu akawa Freeman Mbowe. Ni aibu. Profesa Lipumba aliandika barua ya kujiuzulu uwenyekiti wa taifa wa chama cha CUF na baadaye alitengua uamuzi wa kujiuzulu kutokana na mamlaka husika ndani ya chama hicho kutokutana ili kuridhia Profesa Lipumba kujiuzuru. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam mimi ni Bernard Mbonda wa ZBC Zanzibar.